Mm -hmm. Tumkeni shida zetu eh. Tunaliochakamtufisie kwa wakubwa so, so. Tuletewe ajira wanakele, wagaiwe ajira tuchoke hivi. Wachoke wivi, so. Okay wivi. Okay. Kwa sababu wanakele wakavatiwa ajira wachi apungu wa mananje wache wa wa huko kuna hawatuidi vino sasa kuno mm -hmm. Wazee waoja wakafuga ng'ombe vino sasa hawanafuga mana ng'ombe pia wemekuibwa we mbuzi wanakwibwa mishungani ng'ombe wanakwibwa mishungani. Hiyo unaosema sijikali ni nishirikishi kwa ukati huo hawalikutumana wanatenda usiku na mbuzi na ng'ombe wanakwibwa mchana. Kwa hivyo wanawetu waletewege ajira javeza kufyagia majia, wachoke wivi na ulevi. Tufikishiwe kwa mkubwayo wakati mja. Kwa hivyo tunachaka tuletewe mkululo, waje wachukulue, wendena huko, wakagaiwe ajira, wachoke wivi ngatupungue maana kama hatulitendewa yayo suo wenetu tunajazika. Mana wanadowewa wakakuto wachaulwa vino sasa, tuwa vano balioho hatuna. Mana wana mpaka michi ana wanangia majumbani, wakakuta nguo, wakakuta madishi, wakakuta vyakulia, mpaka ino vuzi kukunia nazi, yeye vuija kuibwa nyumbani mwangu, watu wavyosikia nyibiwa mbuzi wa wakao